Zoezi la kuwatembelea watoto wenye uhitaji wa manispaa ya Songea, zoezi ambalo limefanywa na Bi Flora Mdima mke wa waziri wa Katiba na Sheria ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Songea mjini Mheshimiwa Dkt Damas Ndumbaro ambapo amegawa zawadi mbalimbali zenye thamani ya shilingi laki saba ikiwa ni sehemu ya sadaka yake kwa wahitaji katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu na mfungo wa Kwaresma kwa Wakristo. Kwa, kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa taala kila yaliyokuwa mema atuletee duniani na akhera. Akiwa kwenye zoezi la kugawa zawadi hizo katika manispaa ya Songea na akianzia shule ya msingi Luila ambayo ina wanafunzi wenye uhitaji, kisha ameenda kuona watoto wanaoishi katika mazingira magumu kata ya Ruvuma na mwisho akamaliza kata ya Subila na kukutana na wanafunzi wenye uhitaji wa shule ya msingi Subila, ambapo Bi Flora Mdima ambaye ni mke wa Dkt Damas Ndumbaro amewataka wazazi wa manispaa ya Songea kuhakikisha wanatoa misaada kwa watu ambao wana uhitaji. Nilikuwa nikuja kuwasalimia watoto wetu wapendwa ambao wako mm -hmm, mahali hapa ambao walimu wamekuwa wakiwalea siku hadi siku, nasi tukaona leo itakuwa si, si mbaya tukija kuwasalimia na kazawadi tuko nako, japo ni kadogo, basi tuwashike tu mkono na kuwatakia maisha mema. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii kwa asa wazazi wenzangu, maana najua kuna kina mama, kuna kina baba kuna vijana ambao pia ni wazazi watarajiwa. Tunapopata nafasi ya kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalumu, au ni vijana, kuna wazee pia wanakuwa na mahitaji maalumu basi tuse tuna sita, unapojaliwa na Mwenyezi Mungu kupata kitu kidogo, usisite kumsaidia mtu ambaye anakuwa na uhitaji. Yawezekana akawa anahitaji labda, wewe una elfu kumi yako, yeye anahitaji labda mia tano tu akanunue dawa au elfu moja akanunue dawa au akanunue chakula ale, utakapomsaidia Mungu atakubariki hivyo. Basi tusisite au tusichoke kuwasaidia wahitaji pale inapotakiwa. Lakini pia namba, niwaletee salamu za mheshimiwa Ndumbaro, anawasalimia sana, anawapenda na pia anashukuru kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkimpa katika kipindi chote hiki ambacho anaendelea nacho cha uongozi. Nimekuwa karibu sana, anawashukuru sana. Niongozana na mama mheshimiwa ambaye ni mke wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Songea mjini na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Daniel Ndumbaro. Leo mke wa mheshimiwa aliona ni vema katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma walao waweze kutoa sadaka kidogo kwa watoto wao wenye mahitaji maalum na mazingira magumu. Hivyo siku ya leo tumetembelea vituo vitatu. Kituo cha kwanza tumetembelea kituo cha shule ya msingi, shule ya msingi Ruhila ambayo ina watoto mchanganyiko. Vilevile tukatoka tukatembelea kituo ambacho kinalea watoto kwenye maadili ya dini kwenye msikiti wa Shempaka. Watoto wale ni watoto ambao wenye mazingira magumu, watu wema ambao wameguswa baada ya kuona watoto wanazua, wanazua mtaani na zagazaga, wakaona ni vema wakutanishe wawafundishe maadili ya kidini, vile vile na wadau mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu anawajalia kidogo ili waweze kwenda kuwaona. Hivyo leo mama mheshimiwa akaona ni vema pia waweze kuwatembea watoto wale pale Ruvuma, vile vile akatembelea shule ya msingi Subira ambayo pia ina watoto mchanganyiko na watu ambao wenye mahitaji maalum ameweza kutoa vifaa mbalimbali kama ifuatavyo. Katika vitu vyote vitatu amegawa sukari kilo sabini, unga wa sembe kilo sabini na tano, mchele kilo 80, tambi mifuko ya kilo 4 kilo, kilo mifuko 19, tende paketi ishirini na saba. Vyote vilikuwa vina thamani ya shilingi laki saba. Kwa upande wao walimu na wanafunzi pamoja na shehe wamemshukuru mke wa mheshimiwa Dkt Damas Ndumbaro kwa misaada ambayo ameipeleka katika maeneo yao. Tunashukuru mgeni rasmi kwa kutetea zawadi hizi kwa ajili ya watoto wenye wa, wa, wa, mahitaji maalum, kwa sababu unajua, kwa sababu vimekuja na sisi, kama shule tunashukuru kwa sababu vitawasaidia watoto hawa kutokana na changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo hapa kwenye bweni letu. Kwa sisi kama shule tunasema asante sana, lakini pia tunakuomba katufikishia salamu hizi zote ambazo viongozi wamezungumza kwa mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Songea. Wewe ukikaa huko unakotembea unakozunguka basi kumbuka vituo ambavyo watoto wadogo wanalelewa, basi ukipata uji kidogo ukiwapelekea, si lazima kifahari, kwa kiasi kidogo unachoweza kupata wewe, siku nyingine, na wewe vile vile wakumbuke wale na wale kule. Na sisi tulipokuwa tunaanzisha vituo kama hivi, sio kwa uwezo, ni fikra tu kufikiria wale, basi na kama hivi ninikaa, si hatujawaita leo, mmekumbuka kuja kutuona na kwa machache haya niliyoyazungumza, ninaomba mnifikishie salamu zangu kwa mheshimiwa mbunge. Na mimi ninatambua utambuzi wake wa kututambua sisi kama hivi tulivyo. Majina anaitwa Emiliana Komba, nasoma darasa la saba. Napenda kuwashukuru wageni wetu nao madiwani pamoja na pa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata za mshangano na Subira wanaelezea namna walivyopokea misaada iliyotolewa na mke wa mbunge wa jimbo la Songea mjini, lakini pia wamwelezea changamoto wa ambazo zipo kwenye maeneo yao. Kata ya Subira ni kata yako, lakini pia hapa tulipo sisi wananchi wa Subira, kwa niaba ya wenzangu mimi nashukuru sana, kwa sababu mheshimiwa mbunge kwenye jengo hili la watoto mahitaji maalum ndio alileta vitanda lakini alileta milango ya kumalizia hili jengo. Kwa hiyo huu ni mwendelezo tu ambao unaufanya. Mimi ni niwashukuru sana, lakini tufikishie salamu zetu kwake. Kwa, kwa kweli kazi aliyofanya kwenye jengo hili sisi tunashukuru sana, tufanye heshima kubwa sana, kwa sababu anafika kwa vitendo maalum na zenye maana. Naomba wanasubira tulichukue kwa umakini kwelikweli, mama, karibu sana. Asante sana karibu sana kata ya Subira. Asante sana. Usidhanie nini, hapana, Subira ni yako wewe. Wewe sasa hivi upo ndo tunakujua wewe, hatujui tena kungine. Kwa hiyo unapofika mchana huu unazungumza na sisi tunafurahi, tunajisikia raha. Asante kwa kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook kwa jina ya Toka Zaman TV. Pia usisahau kulike na kusubscribe YouTube channel ya Toka Zaman TV. Newton nenda na hii, ni Toka Zaman TV.